Okay, karibu tena ujikuda na leo tutakwenda kuangazia upande wa Kali Linux. Ya, yeah, kuelewa na kujifunza kuhusu mfumo maarufu sana kwenye upande wa ethical hacking unaoitwa Kali Linux. So kama unataka kuwa pen tester, yani I mean penetration tester au cyber security expert, ni lazima ufahamu mfumo huu. Ya. Yeah. So kadari Sirushet sekunde hata moja katika video hii, kwani kila sekunde moja inaelezea point muhimu sana kwenye upande wa Kali Linux. So kana mimi hadi mwisho wa video hii na utajifunza mambo mengi zaidi. Nikukumbusha naweza kusubscribe like na no, comment kwa kuuliza swali kuekana pamoja, ama umeelewa, kuna swali vyovyote vile. So tuende tukaanze. Kali Linux ni ni nini? Yeah, Kali Linux ni operating system maalum kabisa au tusema ni OS maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya cyber security na ethical hacking. Ya, na inatumika na wataalamu wa usalama wa mitandao, mfano ethical hackers, pen testers, uh, network admin au digital forensics. Ya, na inatumika kupima na kuboresha usalama wa mifumo ya kompyuta, website na mitandao. So tuangalie kazi kubwa ya Kali Linux au kazi kuu za Kali ya Kali Linux ni nini? Kali inatumika kwenye sehemu mbalimbali, mfano kwenye upande wa penetration testing, au tusema pen testing ya yeah. Hapa inatumika kwenye kupima kama mfumo una mapungufu ya kiusalama okay, na inatumia tools ambazo ziko ndani yake. Pili, vulnerability assessment, kugundua udhaifu kabla haujatumiwa na wahalifu, yani wale black hat hackers, nadhani mnaelewa. Tatu ni network security testing ya kuangalia wifi routers server na services. 4, digital forensics kuchunguza ushahidi wa uhalifu wa mtandaoni. Tano, security research and training kujifunza na kufanya majaribio ya kitaalamu sa hii, hapa inatumika na wale wanaojifunza masuala ya ethical hacking ya jinsi ya kutumia Kali Linux na mambo mengine. Uh, sasa tuangalie kwa nini Kali Linux ni maarufu? Ya eh, Kali Linux ni maarufu kweli na watu wengi wanaisikia, wengine wameshaiona na mambo mengine mengi tu. Sasa kwanza kabisa Kali Linux ina tools nyingi. Ya Kali Linux inakuja na mamia ya zana ambazo zimeshafungwa ndani yake. Na zana hizo ni zaidi ya mia sita. Ya na ni mfano ni kama Nmap, Metasploit, Brute Sites, Wireshark, Aircrack-ng, okay na kadhalika, so ina tools nyingi zaidi, na ni takriban tools zaidi ya mia sita ziko ndani yake, zimeshafungwa tayari, hazina haja kuwa installed again. Okay, so hizi hutumika, hizo tools hutumika kuchanganua network, kuscan ports na kuangalia traffic, pia kupima usalama wa web apps. Okay. Uh, ya pili, sababu ya pili ni imeundwa mahususi kwa usalama, okay? Tofauti na Windows au Ubuntu ambazo zinatumika kwenye matumizi ya kawaida, so Kali imebuniwa moja kwa moja kwa security testing, okay? Ya tatu ni free na open source, yani Kali Linux ni bure kabisa, haina haja ya purchase, so na jamii kubwa sana ya wataalamu wanaiendeleza okay. Sababu ya nne inafanya kazi kwenye mazingira mengi, ya unaweza ukaiset kwenye virtual machine au kwenye OS, yani kwenye laptop au PC yako, na pia unaweza ukaifanyia majaribio kwenye Android kwa kutumia Termux, ya ukainstoka Linux kwenye Termux, ingawa haitakuwa full kama kwenye laptop yako utakavoifunga ya, au labda kama kama kama, kama utahitaji kuifunga kwenye simu yako na iwe more advanced kidogo, lazima simu yako irooted, yana ni hatari kidogo, so inatumika kwenye mazingira mengi sana. Sasa mtu anaweza kauliza swali, kwa mfano, mimi na Kali Linux kwenye laptop yangu mara pop nikakamata, je nitakuwa nimefanya uhalifu? No, kwanza kabisa nikwambie Kali Linux ni halali kabisa ya, yeah. unaweza kujiuliza eh sasa, je, Kali Linux ni halali kweli kutumika au kuwepo kwenye laptop ya mtu? Ya, hilo swali unaweza kujiuliza. Sasa ni kujibu kabisa, yaani Kali Linux ni halali kabisa. Ah, kile kinachoweza kuwa kinyume cha sheria ni jinsi unavyotumia tool zake. Okay. Aa, kwa upande wa ethical hacking, ya, tunajua kwamba ethical hacking inafanyika kwa ruhusa ya mmiliki wa mfumo, kampuni, website. Okay, sasa tuangalie uhusiano wa Kali Linux na, yaani uhusiano wa Kali Linux na networking. So kila kitu kwenye Kali Linux kina kinaanza kwenye networking, so kama hujui networking, ni ngumu sana. Mfano IP address, yaani utambulisho wa kifaa, ports au protocols, mfano TCP, UDP, HTTP au HTTPS.